Kupitia kilele hiki cha maadhimisho haya ya siku ya mtoto wa Afrika na kuendelea, tunawataka wazazi na walezi wote msisahau swala zima la malezi ya watoto wetu, kwa sababu tukiangalia tulikotoka, wale wazee wetu walikuwa wakitulea kwa maadili yale ambayo yanapaswa, lakini kwa sasa tulipo hapa, inabidi tujitazame na tujiangalie kwa umakini kabisa, kwa sababu tumewaachia watoto wetu walelewe na simu, watoto wetu walelewe na TV muda wote. Tunawaacha watoto wajilee kwa kuangalia TV, hatujui ni nini ambacho kinaongozwa kwenye TV, lakini pia hatuelewi ni mambo gani mabaya ambayo yanatokana na kumatumizi mabovu ya simu. Lakini sisi wazazi, malezi yetu ndo tumeacha hapo, tuko bize sana na shughuli za kiuchumi. Hatuwakatazi kuendelea na hizi shughuli za kiuchumi, basi tunavyoendelea kutafuta haya maisha, tukumbuke na wajibu wa malezi kwa watoto wetu. Lakini pia tunakumbushana, pia tuko hapa kwa ajili ya shughuli za kibiashara, lakini wamama wengi sasa hizi tunajihusisha na michezo au shughuli na tukienda kula kwenye shughuli hatuangalii ni makundi gani ambayo yapo hapo kwenye shughuli. Ni wenyewe mnaita mwagalazi mnaitasu tuna saula mbele za watoto wetu. Tunamwaga hayo siyo maadili ya kuwafundisha watoto wetu. Basi, kama mnafanya hizo shughuli, mnapotaka kusaula, jengeni uzio na msiwahusishe watoto. Lakini pia tunapoelekea maadhimisho haya ya mtoto Afrika, tunakumbushwa kutimiza haki za watoto wetu haki watoto wetu tumezisahau ikiwemo haki ya kupata elimu. Wazazi wengi tunaachia ofisi za kata. Lakini pia turudi upande wa wakina baba. Wakina baba tumewaachia wakinamama majukumu ya malezi na sijui tunaelekea wapi sasa huku kutokana na kauli mbiu yetu, tukiangalia tunakoelekea, inatakiwa tufanye mabadiliko ya masuala mazima ya malezi na makuzi kwa ajili ya watoto wetu. Hapa tulipo sasa, tuondoke tuwe wazazi wenye mitazamo ya kulea watoto wetu katika maadili safi, lakini pia tunakumbushwa kuwa wazazi ambao tunahitaji kukaa na watoto wetu na kuwapa matunzo na kuwalea.